Hello, habari za muda huu wapendwa, mimi ni Glory na leo nimekuja na siri tamu sana ya kukusaidia kwenye biashara yako kwenye shule au popote unapohitaji maoni. Tunakwenda kuona jinsi ya kuunda polls za papo hapo na kuvuna insights muhimu sana ukitumia jukwaa letu bora la hapa nyumbani ZPolls. Jukwaa hili linapatikana kwa urahisi kabisa kwenye tovuti ya www.zpolls.co.tz. Unapofungua ZPolls na kuingia kwenye akaunti yako, utaona dashboard yenye rangi za kuvutia. Tafuta tu kitufe kinachosema polls. Polls zinafaa kwa maswali mafupi na yenye majibu machache. Bofya kisha chagua create poll. Kwenye poll title andika heading nzuri. Leo mimi natamani kujua ukipewa milioni hamsini utaifanyia nini eh? Kisha ongeza swali lako kuu washiriki waweze kukuelewa vizuri. Hapa chini unaweza ongeza maelezo zaidi kulingana na poll yako. Maelezo yote yana mahala pake pa kuonekana by default na unaweza preview Una naweza pia kuongezea category, kisha bofya next step kwenda hatua inayofuata. Hapa utaweza chagua poll type kulingana na aina ya jibu nalotaka. Mimi nataka washiriki wapange machaguo yao kulingana na vipaumbele yao, kwani naona vyote ni muhimu. Weka chaguo na ongeza machaguo ya majibu kwa idadi yako inayofaa. Unaweza pia badili rangi ya kila chaguo. Kumbuka kuweka chaguo zenye msisimuko. Ukiridhika, bof ya next step kwenda hatua inayofuata. Kwa msisimuo zaidi, unaweza ongeza picha ama video kuhusu poll yako. Kisha bofya next step kwenda hatua inayofuata. Weka settings za poll yako na weka public ili tuweze ishiriki wote, checkbox ya require sign in to vote ili uweze kushiriki kampeni yetu na kujishindia TZS 100 kwa kila vote utakayopata. Set muda wa poll yako ama acha ilivyo ili ikae wazi hadi utakapoifunga mwenyewe. Hifadhi na kamilisha kwa kubofya kitufe cha create poll. Poll yako sasa ipo tayari kwa washiriki wote kuiona. Ukiingia kwenye My Polls, unaweza fanya editing, kuifunga, sambaza poll yako kwenye mitandao yote kuongeza ushiriki. Kura yetu ipo live. Ingia kwenye takwimu kutazama muhtasari. Utaona grafu na chati zilizopangwa vizuri kabisa. Utaona ni watu wangapi walipiga kura na hasa ni chaguo gani limeongoza kwa kishindo. Ukiona matokeo, utajua moja kwa moja ni sehemu gani ya biashara yako inafanya vizuri. Karibu ZPolls, kila poll inaeleza hadithi yako.